Hongereni bwana, kuna kazi kubwa imefanyika, mimi ni shahidi e, na sisi tunapima kwenye namna ambavyo pressure tulikuwa tunaipata kutoka kwa wananchi, pressure ilipungua sana. E, kwa hiyo kuna kazi kubwa mmefanya miaka mitano ambayo mimi nilikuwa huko nimeshuhudia na namshukuru Mungu. Nimekuja kuungana na nyinyi kuja kuona nini tunaweza tukafanya ili kusogea. Shirika hili jamani, nyinyi mnajua zaidi. Watu wana matarajio makubwa sana ya e, huduma inayotoka hapa na tumeona kuna reforms nyingi, namna ya kubadilishana taarifa. Tumeona pages nyingi huko tulikokuwa sisi, tulikuwa tunaungwa kwenye groups nyingi za kupashana habari, kitu ambacho tulikuwa kinapunguza sana na kinapunguza maswali mengi, na wananchi wanakuwa informed na nini kinachoendelea, na reforms zingine na miradi mikubwa mikubwa mingi ambayo nafanya ya kuhakikisha huduma ya umeme inatolewa vizuri. Nimekuja kushirikiana na nyinyi kama mtumishi mwenzenu ambaye nakuja kuanzia ambapo nimewakuta, basi tuendelee ili tuhakikishe yale matarajio ya wananchi hasa, lakini mamlaka basi, tunajitahidi kuya kuyatekeleza kwa wakati. TANESCO, tunayaangaza maisha yako.